sio kwa shinikizo la watu, bali kwa sauti ya ndani iliyokuwa ikiniambia kuna upendo mwingi ndani yangu unaohitaji mtoto. Lakini miaka ilipita, ndoa ikabaki kimya. Hakukuwa na kilio cha mtoto, hakukuwa na vicheko vidogo nyumbani. Badala yake, kulikuwa na maswali, manunguniko ya watu na macho ya huruma kila tulipoenda. Nilianza kulaumiwa kimya kimya watu hawakusema moja kwa moja, lakini nilihisi, niliona, nilijua. Mme wangu alijaribu kunitulia, lakini hata yeye alianza kubadilika. Alikuwa mtu wa mawazo mengi, mara nyingi kimya, mara nyingine mkali bila sababu. Siku moja alinikaa chini, aliniangalia kwa muda mrefu, kisha akasema, unajua nakupenda, lakini hili suala la mtoto linaniua. Maneno yale yalichoma kwa sababu yalikuwa kweli. Ndipo wazo likaja, sio langu peke yangu, bali la familia. Wazo ambalo sikuwahi kufikiria nitaweza kulikubali lilikuwa mpango, mpango ambao haukuwa rahisi kuusema wala kuueleza kwa mtu yeyote, mpango ambao ungejaribu heshima yangu, imani yangu na mipaka niliyokuwa nimejiwekea kama mwanamke. Nilikaa kimya kwa siku nyingi, nililia peke yangu, nilijiuliza Je, kuwa mama kunamaanisha nijisahau? Je, ndoto ya mtoto inastahili nipoteze mimi mwenyewe? Lakini kila nilipofunga macho, nilimwona mtoto niliyemkosa, nilisikia sauti ndogo ikiniita mama. Na ndipo nikafanya uamuzi ambao usingeniacha nikiwa yule niliyekuwa, uamuzi wa kujitolea, sio kwa furaha bali kwa matumaini. Lakini sikujua kwamba uamuzi huo ungeifungua siri ambayo ingeniumiza zaidi kuliko kutokuwa na mtoto. Mwisho wa sehemu ya kwanza ndio mwanzo wa sehemu ya pili. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ. Asante.